Kalonzo amesema safari yake ilikuwa ya kumkumbuka mwandani na mshirika wa kisiasa ambaye wamepitia masaibu mengi pamoja. Musyoka amewataka wenyeji wa Bondo kuwakumbatia Wakenya wote wanaofika kutoa heshima zao kwa kiongozi ambaye alijitolea kupigania demokrasia nchini. Isaac Musyoka na taarifa hiyo. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka aliwasili katika shamba la Opoda eneo la Bondo kaunti ya Siaya kiandamana na viongozi wengine wa chama chake kumwomboleza mshiriki wake wa kisiasa Raila Amolo Odinga takriban wiki mbili baada yake kuzikwa. Jowi. Jowi. Mama Ida Odinga pamoja na gavana wa Siaya James Orengo walimpokea Musyoka na viongozi walioandamana naye, wakimsifia kama mwandani wa kweli wa marehemu, kwani alisimama na Raila kwa hali na mali katika harakati zake za kupigania mageuzi ya uongozi nchini.

Akizungumza katika hafla hiyo Kalonzo amesimulia masaibu waliokumbana nayo wakati wa maandamano ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu wakiwatetea Wakenya dhidi udhalimu wa serikali ya Kenya Kwanza some of us wore sufurias we nearly got killed ten bullet attempts on my brother raila odinga if it was not that he was having an armored vehicle we would have buried him in 2023 aidha musyoka amemtaja mwenda zake raila odinga kama kiongozi aliyejitolea kupigania demokrasia ugatuzi na taifa bora kwa jumla And the history of this country cannot be written without a prominent, prominence of place being given to our brother Raila Amolo Odinga. May the champion of democracy, may the champion of devolution rest in eternal peace. Amen. viongozi hao wakizidi kuwashtumu wanaowazuia Wakenya wengine wa kuzuru eneo hilo kumomboleza Raila Odinga. Kalonzo akibaini kuwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gashagwa atafika eneo hilo hivi karibuni, pia aweze kutoa heshima zake kwa kaburi la Raila. My father was a Pan-Africanist and he he was a national leader. So he welcomed everyone, which is what we as a family are doing as well. We want to welcome everyone home. So don't be surprised that the whole nation will keep on coming here. I know that the Kikuyu nation for example will come. I, our brother Rigiji would want to come and those who spoke badly spoke for themselves. Hii ndio iliyokuwa mara ya kwanza kwa kiongozi wa Wiper kurejea nyumbani kwa Odinga tangu mazishi yake tarehe 19 mwezi Oktoba mwaka huu. Isaac Musyoka, Undugu TV.